E, jumuiya hii ni jumuiya ya kijamii, ni jumuiya ambayo ilianzishwa mwaka 2008 na, na tulijaliwa kuitangaza na kuianza jumuiya hii e, kuanzia miaka hiyo na sasa hivi tuna takribani vituo e, 65 Tanzania bara pamoja na visiwani, lakini tukiwa tunahudumu takribani mikoa e, 24 Tanzania bara pamoja na visiwani. Jumuiya hii ni ya kusaidia wagonjwa wenye ndugu lakini ndugu hawana uwezo, wenye ndugu lakini ndugu amewakimbia, wenye ndugu lakini ndugu hawana taarifa katika mahitaji yao yote, ikiwemo eh, madawa yao, vipimo vyao eh, lakini zaidi pia kuwasafirisha wale wagonjwa ambao tayari wameshapata ile matibabu, na ikiwa pia vilevile tuna jukumu la kuzika maiti eh, wale ambao wamefariki, lakini wenye mlolongo wa Kiislamu. Jumuiya hii e, haibagui dini, rangi, kabila wala jinsia. Lakini jumuiya hii pia vilevile tumejikita katika mazoezi muhimu sana nayo na sio mazoezi mengine, ni mazoezi ya damu e, tunatoa damu. Lakini pia vilevile kuna muundo kazi ambayo tumejiwekea, ikiwa ni kazi za kufanya katika maeneo mbalimbali ya kihospitali, hususan mahospitali ya kiserikali, katika zile hospitali ima za rufaa au hospitali za mkoa pamoja na wilaya na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. e, jumuiya hii huwa ina taratibu zake pia ikiwemo zoezi la utoaji wa damu, na huwa wanajai tumejekea mitaratibu kwamba kwa mwaka tunatoa damu mara tatu, lakini pia vile vile tuna zoezi zima na kubwa la damu katika shura ya uhamasishaji, lakini pia tuna zoezi nyingine la kitaifa ambalo huwa tunafanya e, wiki ya JAI. E, kwa maana ya kwamba huwa inakuwa ni mwezi wa nane. Wito wangu napenda kuihusia jamii. Ni muhimu sana tukaweza kuisaidia jamii. Lakini itapendeza kwa sababu taratibu za nchi zimetutaka lazima tuwe na chombo ambacho kitakachokuwa sasa e, kimekuwa registered serikalini lakini kinatambulika serikalini ili kiweze kusaidia sasa e, kukutambulisha wewe katika serikali. Sasa jumuiya hii inatutambulisha serikalini ili kuweza kufanya zile huduma zinazostahili katika serikali. Kwa hiyo ninaomba jamii ipokee jukumu hili, wote wajiunge, wawe ni wanajai na waweze sasa kuyachukua yale waliokuwa nayo kuyaleta kwenye JAI, wazilete ima ni fikra zao, wazilete mali zao wanao wenyewe, wao ni watendaji kuweza kufikia yale malengo ambayo JAI imekusudia, kwani bado tunahitaji rasilimali ya watu kwa kiasi kikubwa sana. Bila wao, basi hili jambo hili haliwezi likakua. Kwa hiyo chondo chende, tunawaombeni, eh, mtafute radhi za Mungu pia kwa kuweza kuwa karibu na hii jamii ya JAI inshallah.